Uhali gani, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa kabisa inayoitwa Sina Makosa sehemu ya 11. Sina Makosa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 mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu wa simulizi za sauti, twende sambamba katika sehemu ya kumi na moja. Tuendelee kuidadavua bwana, tujue ni kitu gani ambacho kilitokea. Mimi si nilikuambia, nilikuambia lakini kituro, nilikuambia rafiki yangu, hao watu sio wa kawaida Usiwaone kwamba eti wanakupatia pesa na wee, hizo pesa zikakufanya zika uchachawe, utapata shida. Rafiki yangu hawa sio watu wa kuendelea kupenda kabisa. Kwanza mimi ngoja kwanza nikwambie rafiki yangu, unajua mwanamke mwenye pesa, kumbuka ni pesa yake siku fichi rafiki yangu hapo na kuume nasa pabaya na pagumkweli. Chamsingi inatakiwa wewe mtoto wa kiume ndo umzidi mwanamke pesa, wewe ndo umtunze, sio yeye ndo akutunze. Akikutunza yeye, hata kama atakuwa ni binti mdogo, lakini bado watakuambia kwamba wewe unaishi na mshangazi Ye, kwa nini watakuambia kwamba unaishi na mshangazi? Kwa sababu huyo anakuzidi pesa, kwa hiyo yeye ni mkubwa kuliko wewe. Haya mambo yanatakiwa tukae chini tuyatafakari. Hawa watu tuwakwepe kabisa, hao wanatutilia kiwingu. Hmm. Si unaona tulipotoka kwa rafiki yangu Gaywa kule, Gayo anafanya kazi kwenye migodi kwa hiyo nitajaribu nijaribu kumuulizia vizuri ili niweze kujua huko migodini huwa wanapataje pataje pesa, halafu tutaanza kwanza kwenda kwa tunauza karanga kule, lakini baadaye wale wa China kama watatupatia kazi. Tuanze na sisi kazi za migodi. Si unaona kwake panapendeza? Kwa hiyo natakiwa tufanye hivyo rafiki yangu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi Kitulo naye akazungumza huku akisema, Aise rafiki yangu, umewaza jambo la busara sana. Unajua mi nilikuwa nikijiendekeza kwake nikijua kabisa kwamba Regina ananipenda, na muda wote na naweza nikamuoa, hata kama hao ananizidi hera. Si unajua mimi sio muoga? Mi nikaona ni mwanamke ambaye ananifaa. Sasa nakuja kushangaa eti rafiki yake hmm, anaanza kufanya vitu vya ajabu. Sasa kama ameweza kufanya vitu vya ajabu eh? yani kama ameweza kufanya vitu vya ajabu kwa mwanaume mwenzetu je nitamwaminije hata mimi huyo Regina si wanatembea wote si ni marafiki si hata kufanana wanafanana <laughs> yani hii hapana hata kama kweli ni watoto wa matajiri hata kama kweli tunatakiwa kuwapenda na wao si ni watu Mi, mi, mi Zigadi, ngoja nikwambie, kama endapo wangekuwa wametulia wamekaa tu vizuri na Regina ni, ni mkubwa, kwanini asingemshauri huyu mdogo kwamba ukiona mtu labda nakupenda, ukiwa huna mapenzi naye, jaribu kufanya hivi. Lakini wanatembea wote, mtu anaenda naanza kubamiza watu matofali kwe ah, hiyo mimi sijaipenda kwa kweli, hiyo mimi sijaipenda na nitazidi kusema sijaipenda na sitaipenda na sitakuja niipende. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi alizungumza huku akisema, achana nao tutakuja tu kupata wanawake wengine. Kwani nafikiria Mungu alituumba sisi na kutuweka duniani kwamba tutaishi hivi hivi? Kwani ni nani ambaye angejua kwamba kuanzia kule shule ya msingi wakati tunaunganisha urafiki na baadaye tukaja tukaachana baada ya kumaliza darasa la saba? Ni nani ambaye alikuwa anajua kama endapo tungekuja tukarudiana na tukaendeleza urafiki wetu Si ni Mungu. Sisi ni vijana, tupige kazi. Kama ni wanawake, wapo tu, si wako wengi, tutawapata tu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, basi wote walikaa chini wakatafakari yale ambayo walioyazungumza. Hatimaye kila mmoja akaendelea na shughuli yake. Kituro akawa anaendelea ku, kukaanga karanga na kuzifunga kwenye vifungashio kwa ajili ya biashara yao ya kesho, lakini Zegadi akatoka na kwenda kuhemea vitu ambavyo watakavyokuja kupika usiku huo. Mambo yakawa yameishia hapo. Kesho yake wakiwa kila mmoja ameenda kuuza sehemu yake, kila mmoja akiwa ameenda kuuza sehemu yake, mmoja ameenda kushoto, mwingine ameenda kulia na vibaisikeli vyao hivyo, matenga yamejaa. Paketi za karanga vifuko vile wakaanza kwenda kila mmoja na njia yake. Sasa wakati wateja wanaendelea kununua nunua pale kwa kituro, alishangaa kumwona kuna dada mmoja ambaye kidogo amefanania fanania na Zegadi hivi. Akaanza kujiuliza huyo dada atakuwa ametokea wapi, mbona na mfanano na Zegadi na hajawahi kumwona. Lakini akikaa akitafakari, ni kweli yeye kwa kina Zegadi hajawahi kwenda kabisa, na wala Zegadi hajawahi kwenda kule Nshangalo, kijiji cha nje ya mji kabisa wa Bugureni, ambapo ndipo kuna Mr. Ayubu ambaye ndiye baba yake na Kituro. Hajawahi kwenda yani, Zegadi hajawahi kwenda kwa kina Kituro, wala Kituro hajawahi kwenda kwa kina Zegadi. Kwa hiyo urafiki wao wa, wa shule ya msingi umekuja umewaunganisha tena, lakini hawajakaa chini na kutafakari kwamba kuna haja hiyo ya kila mmoja kwenda kwa rafiki yake na kuwatambua wazazi wake pamoja na madada zake wadogo zake, ili hata kama watakapokutana njiani wasije wakawa wanapishana wanapisha, pishana tu, lakini hilo swala hawakuliwaza. Sasa baada ya kumuona huyo dada, akamsimamisha na hatimaye akanunua karanga za kutosha kweli. Akashangaa amemchangia kweli kweli. Hapo ndipo ambapo Bwana Kitulo aliamua kuvunja ukimya na akaanza kuzungumza huku akisema: We dada, umenunua karanga zote hizo? <laughs> unajiamini sana au sio? Mbona nyingi sana na kwa nini umependa sana kununua karanga nyingi sana? Yule binti aliyekutana naye akazungumza huku akisema, <clears throat> Wala hata usishangae, usishangae kabisa. Kwa nini nakuambia usishangae? Ni hali tu ya kawaida. Kwa nini mimi nikitaka kukuchangia kitu, kwa nini kuna ubaya? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, huyo dada kitulo naye akazungumza huko akisema mimi sijasema kama ni vibaya, ila nimeshangaa. Yaani katika sehemu zote ambazo mi naendelea ku, ku, ku, ku, kutembea tembea mm, ni watu wawili tu ambao nimeona mmenichangia sana. Kuna dada mmoja hivi wa kitajiri anaitwa Regina, sijui utakuwa unamfahamu katika mtaa huu katika mji huu wa Bugureni, sijui namfahamu huyo. Huyo ndo ambaye ashawahi kunichangia sana, tena kwa kiasi kikubwa. Sasa wa pili ni wewe, tangu nianze kuuza biashara yangu. Sasa nashangaa kwa nini umenunua nyingi kiasi hiki, una watoto nyumbani au? Baada ya kuuliza swali kama hilo, Kituro huyu dada naye akajibu huku akisema, aka mimi hata sijaolewa. Sikiliza kwanza, ni kuambia kijana hivyo, najua kama endapo mi nimekupenda, nimekupenda kutoka moyoni, ninahitaji mimi na wewe ane sijui niambiaje. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro alishangaa kweli, huyu dada na anafanana kabisa na Zegadi afu anajaribu kumwambia eti waoane, afu anamfanano kabisa na Zegadi alafu cha kuja kushangaa ni kwa vile tu ni wa kike, angekuwa ni wa kiume, yaani angekuwa copyright na zegadi kabisa. Hapo ndipo ambapo alianza kumuuliza baada ya kupigwa na butwa, alianza kumuuliza huku akisema mm, wewe ona una mfanano na rafiki yangu mmoja hivi, kama vile mnafanana sana wewe. Atakuwa kweli sio ndugu yako? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, huyu binti naye alizungumza huko akisema, tunamfanana nani? Hebu jaribu kuniambia huyo mtu niweze kumjua vizuri, anaitwa nani? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kitulo alizungumza huku akisema umefanana <coughs> <coughs> na rafiki yangu anaitwa Zegadi. Zegadi, mimi ndo ninaishi naye na ni rafiki yangu kweli kutoka shule ya msingi yaani, tulikuwa marafiki, na hatimaye namshukuru Mungu, amekuja tena ametukutanisha wewe <gulia> hauna udugu wowote na Zegadi kwa sababu mmefanana kweli, yaani kiasi kwamba usingekuwa mtoto wa kike mwenye ngozi nyororo Mashallah, yaani e, hapa ninaweza nikasema yaani ni kama vile Zegadi ndo amegeuzwa kuwa mwanamke aise. <laughs> Huu ni mshangazo wa hali ya juu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, huyu dada alizungumza huku akisema, hmm. Zegadi Zegadi ndio ni, ni, ni mdogo wangu Zegadi ni mdogo wangu, tena ni pacha wangu. Mimi ni kulwa, yeye ni doto. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituru alipigwa tena na butwa, akawa ni kama mtu aliyechanganyikiwa. Kabla hajaanza kuondoka bila hata kumwaga, alizungumza neno moja tu, huku akisema oh, asa kumbe wewe ni my sister kabisa, wewe ni sister yangu, afu naanza kuniambia eti unanipenda wewe, nataka wewe, we, yani mimi na wewe tuoane kweli? Ah jamani, sister hapana bwana. Akaanza kuendesha baisikeli yake huku akienda, lakini cha ajabu, huyu binti alikimbia akaenda moja kwa moja mbele na kukamata tairi ya baisikeli. Baada ya kuikamata tairi ya baisikeli, alianza kuzungumza huku akisema naam. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya kumi na moja ya Sina Makosa imeishia hapa. Tumemwona Kituro pamoja na Zegadi wakiwa wanaendelea kuzungumza mazungumzo yao pale nyumbani kwa Zegadi, ambapo ndo Kituro anapokaa amekuja kumpa taarifa ambazo zilizojitokeza huko baada ya kukutana na Cosmas Mademvia akiwa amepigwa vibaya na Recho. Baada ya kuzungumza, walimaliza kila mmoja akaanza kwenda sehemu yake, na kesho yake, katika mauzo yake ya karanga, bwana Kituro amekutana na binti ambaye anafanana kabisa na Zegadi. Amejaribu kumhoji hoji, binti kaanza kumfungukia Kituro, anamwambia kwamba anampenda. Baada ya kumhoji vizuri, amemwambia kwamba Zegadi na yeye ni mtu na pacha wake, kwa hiyo huyu binti ni kurwa, Zegadi ni doto. Ni nini ambacho kitakachoendelea? Usikose kuifuatilia, endelea kuifuatilia mpaka mwisho, utaelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kama endapo utakuwa hauja subscribe chaneli hii, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo, utakuwa moja kwa moja ni mwanafamilia wetu wa baba Sam The King Tanzania TV channel na pia tunachokuomba subscribe like share comment, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni hasti zero tu baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania tv chaneli. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515 Baba Sam the King.